Rais ambaye ni mzanzibari sio mtanganyika, ni mzanzibari anaweza kwenda Ngorongoro akatoa amri kwa wanajeshi hawa, akasema fukuza wamasai wote Ngorongoro wapeleke Msomera, Msomera Handeni, Kilomita mia tano arobaini na saba kutoka Ngorongoro. Huyu rais Mzanzibari, sio sio Mtanganyika, hajazaliwa upande huu, kwa sababu ya hii miaka sitini, huyu Mzanzibari anaweza akatoka alipotoka akaja kuvuruga watu huku. Usingekuwa na huo muungano, asingefanya hivyo, kwa sababu asingekuwa rais wetu. mm.